Habari njema ipo hapa, mtaalamu hodari wa kienyeji, msomaji wa maruhani pamoja na kio, ambaye anatumia duaa ya kisomo kutatua na kuona mashida mbalimbali yanayokumba binadamu. Endapo umeibiwa mali yako, iwe ni pikipiki, gari au shamba, umeweza kudhulumiwa nyumba yako, mali yoyote ya dhamana ambayo umeitafuta kwa jasho, basi usife moyo, maana mtaalamu wa tiba ya kienyeji daktari Abdi sasa yupo hapa kuweza kukusaidia. Basi bila shaka weza kuwasiliana na Daktari Abdi kupitia nambari yake ya simu ambayo ni plus 254748895. Wewe unaisumbuliwa na biashara unasumbuliwa na wachawi, e, unaota ndoto mbaya pia bado unasumbuliwa na majini wabaya. Daktari Abdi yupo hapa kwa kuweza kutatua tatizo hilo. Weza kuwasiliana na daktari Abdi kupitia nambari ni moja ya simu plus 254748895806. Usiangaike na matatizo ya nuksi na visirani. Daktari Abdi, mtaalamu wa tiba ya kienyeji, sasa yupo hapa kutatua matatizo ambayo anakusibu, haswa wewe ambaye umetapeliwa mali yako, gari, pikipiki piki, shamba, nyumba, au mali yote ya dhamana ambayo umeitafuta kwa jasho, basi usife moyo, maana daktari Abdi yupo hapa kuweza kukusaidia kutatua tatizo hilo. Bila shaka, nambari ya daktari Abdi ni moja plus 254748895806 na hakika utaweza kupata suluhisho. Narudia tena plus 254748895806, eh, matatuzi au tibani popote ulipo duniani.